Ndugu na dada katika Bwana, ni wakati mwingine tunaenda kuongea kuhusu kufunga. Hali ya kufunga iko na mikakati tofauti, lakini yetu Wakristo wa wa Orthodoksi inaingia siku arobaini ambazo huwa tunafanya mikakati tofauti, tunakuanga na maombi tofauti tofauti ambayo tunafanya kwa utaratibu, ili tuweze kufuata ule mtindo wa Kristo. Twajua ya kwamba wakati huu na muda huu Yesu mwenyewe alienda mlimani kuomba, na wakati aliporudi kutoka kuomba akapatana na majaribu, na katika hayo majaribu alishikwa na akapelekwa msalabani akafa kwa ajili yetu. Nasi wakati huu na muda huu tunachukua jukumu la kuomba, kuombeana, kusaidiana na pia kuinuana. Naomba yeyote ambaye hajafuata na hatiri mkazo wakati huu wa maombi, aweze kuingia katika huo mtindo wa kufuatilia na kufanya mapenzi ya Bwana. Muda huu na wakati huu, tuko safarini na watu aina tofauti tuko safarini pamoja na Wakatoliki na pia Wakristo wapendwa, wengine wako katika huo mtindo pia. Ndugu na dada zetu kutoka ng'ambo ile ingine ya Waislamu bado wako katika hiyo mtindo. Kwa hivyo twajua ya kwamba si Waorthodoksi peke yake wanafuata ule mtindo, ni watu tofauti, kwa sababu wanajua si kawaida bali ni sehemu ambayo imetengwa ili ifuatanishe na wakati Yesu atakapofufuka, wakati Yesu atakapokufa msalabani, na pia afufuke baada ya siku tatu. Kwa hivyo ni vizuri muda huu na wakati huu Yesu anapoenda kuingia katika majaribu, tuombeane, kwa sababu tunajua ya kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Mimi mtenda dhambi, wewe ni mtenda dhambi, huyo mwingine ni mtenda dhambi, lakini sisi sote tunapoomba Mungu huwa anatutakasa na anatufanya wanawake. Kwa hivyo nawaomba na wasihi tuweze kusaidiana wakati huu na muda huu wa maombi, chenye hauna chenye wengine hawana unayo naweza wasaidia utakapowafukisha ng'ambo ile, naye Bwana atakukumbuka katika siku zako za usoni. Nawaomba na wasihi na pia niwajalie wakati mwema, wakati huu wa maombi, mzidi kuombeana na mzidi kuinuliwa na Bwana, na pia Bwana watie nguvu, ili mkawe washidi katika haya yote katika jina la Bwana, mbarikiwe sana.